Wewe ni mgonjwa. I'm going to pray for you for two minutes. Nyosha mikono kuelekea mahali hapa, mkono mmoja weka mahali popote kuna ugonjwa. Father in the mighty name of Jesus Christ, ninaomba na dadangu ambaye ni tasa miaka yote, nguvu zako zishuke hapa kama radi, zishuke hapa kama radi, huyu aliyetasa apone, hiyo roho ya uvimbe na kuvuja damu hiyo roho ipigwe, out in the mighty name of Jesus! Out in the name of Jesus! Out in the name of Jesus! Out in the name of Jesus! Pona, utasa utoweke kwako, pokea uwezo wa kuzaa. Nenda uniletee wajukuu wa kiume na wa kike in the mighty name of Jesus Christ. Kuna mtu ambaye ako na magonjwa ya maumivu makali ya kichwa, kichwa kinakuuma mpaka ina unapiga na baba, anasema unapona immediately. Loose in the name of Jesus Christ, you demon spirit of chronic edic, out in the name of Jesus, out in the name of Jesus, out in the name of Jesus. Pokea uponyaji, maumivu hayo yatoweke kwako. Kuna watu wawili, mmoja anaugua kansa na mwingine anaugua HIV. They are deadly diseases, chronic diseases, dangerous diseases But I serve a mighty God. Nyosha tu mikono yako kuelekea hapa kwenye runinga na magonjwa hayo yanapigwa yanayayuka. Out HIV. Out cancer. Out HIV. Out cancer. Out HIV. Out cancer. Out HIV and cancer. In the name of Jesus Christ. In the mighty name of Jesus. if you can obey if you can obey if you can obey kuna mtu ambaye anapambana na hali ngumu ya kifedha, stretch your